Mambo vipi, huwajionaje hali? Naitwa Mwalimu Victor Ramadhani Kalinga, karibu sana. Hili ni darasa la namna ya kufanya graphic designing kwa kutumia simu. Siku ya leo tunakwenda kutengeneza tangazo fupi kwa ajili ya kukitangaza kitabu, iwe kwa ajili ya utambulisho au kwa ajili ya kuwajuza wasomaji kwamba kitabu kipo sokoni. Kwa maana kwamba tunakwenda kuandaa kwa tangazo hili kwa kutumia majalada ya kitabu ambayo tume ya design katika masomo yaliyopita. Uh, kwa lugha ya Kiingereza naweza kusema tunakwenda kuandaa uh, book mockup kwa maana ya mockup ya kitabu chetu sawasawa. So, moja kwa moja uh, twende kwenye app yetu tuifungue app yetu, kisha tuanze moja kwa moja project yetu kama kawaida, nitalitoa neno new text ili lisiweze kuingilia kile ninachokifanya baada ya kutoa neno new text. Kitabu chetu kimetawaliwa na rangi nyekundu, kwa maana hiyo nitatumia rangi ya background. Nitatumia rangi ambayo inaweza ikafanya rangi nyekundu ionekane vyema. Nitapenda nitumie rangi ambayo ni anjano kama hivyo, ikiwa itakuwa tofauti nitaibadilisha. Baada ya kuweka rangi ya background kama hivyo, nitachukua uh, jalada la kitabu amba, ambacho tume, tume, tume, tume design jalada hasa. Nitatumia jalada la mbele na ikiwa litahitajika jalada la nyuma, basi pia nitalichukua jalada la jalada letu la mbele ni hilo hapo, nitaliweka hapo sawa sawa, so, so. Baada ya kuliweka hapo jalada letu nitalifanyia 3D, nitalifanyia 3D editing 3D editing na ikuta hapo kwenye kipengele kinaitwa 3D shape. Baada ya kuweka 3D shape nita enable sawa sawa, kwa maana nitawasha hicho kipengele kama hivyo, sawa sawa. Baada ya kuwasha hicho kipengele kama hivyo, nitakwenda kwenye kipengele kwenye kipengele cha light angle. Nitashuka kwanza huko chini, ili niweze kupata, ili niweze kuona kile ambacho nataka kukiseti. Baada ya kushuka hapo chini kumradhi, baada ya kushuka hapo chini Kabla ya kufika huko, naomba nitengeneze kwanza kitu kinaitwa depth, lakini pia naomba nitengeneze kitu kinaitwa depth color. Kitabu chetu kwa kuwa kinakwenda kuwa na kurasa nyeupe, nitagusa nyeupe, alafu hiyo darken naweza nikaja nikaigusa muda wowote e, kwa maana ya kukiweka kama hivyo. Hiyo ni 3D rotation, sawa sawa, tunaona namna ambavyo, uh, tunaona namna ambavyo Ha, inaonekana hapo chini kwa maana ya kitabu kinaonekana kwa kwa uchache, yani kinaonekana katika lile umbo lake halisi, sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo kwenye kudaken hapa kuongeza giza kwenye hizo klasa. Unaweza kuongeza giza hivyo au kupunguza. Inategemeana tuna rangi ya background ambayo ipo nyuma yako sawa sawa, sawa sawa. Kwa kwa uchache tumeweza kutengeneza hivyo au tumeweza kutengeneza hiyo 3D rotation. Tunaweza tukarejesha hivyo au tunaweza tukaiweka hivyo au ikakaa hivyo kabisa sawa sawa. Sasa so, so, eh, labda uh, makadirio ya peji za peji za kulasa, uh, za kulasa si, si, si, si, kama ambavyo, si kama ambavyo ipo sasa kwenye design yetu hii. Kama utakuwa unatazama vizuri kwamba upande huu ambao ninauonesha ndio upande ambao inapaswa ikae ile book spine sawa sawa, alafu upande huu wa kulia ndio upande ambao kitabu kinapaswa kifungukie. Kwa maana hiyo sasa hatuwezi kuweka hapa book spine kwa upande huu mmoja, kwa sababu tayari design yetu inaitegemea kurasa ya juu pekee. Ko, nitaweka kitabu chetu kionekane kwa mtindo huo. Alafu baada ya hapo kuna hiki kitu kinaitwa z rotation. Hiki tutakiacha kwa sababu kitabu chetu tunataka tukikae kawaida. Baada ya hapo, nitapunguza huo unene wa kitabu, nitapunguza unene wa kitabu kwa maana ya kitu kinaitwa kitu kinaitwa kitu kuna kitu kinaitwa depth hapo, kama siko say depth, depth, depth, depth, depth, iko hapo juu, ilikuwa inasema 21 ishirini na moja. Nitaipunguza kwa sababu kitabu chetu ni cha kawaida, sawa sawa. Nitaweka hapo kitabu changu, nitakikopi tena kitabu changu kwa maana kwa ajili ya kutengeneza vitabu vionekane vitabu vingi vingi, sawa sawa. Nitakiweka hapo, nitakiongezea kakitu kama kakivuli kidogo, sawa sawa ili kuweza kuweka utofauti wa kitabu kilichopo juu na kitabu kilichopo chini. Hicho kivuli nitakikuza na kukipunguza kama hivyo, sawa sawa. So, kwao nitasogeza hapo pia, hii nita